Tunatakiwa tunawe mikono yetu tukiwa majumbani, tunatakiwa tunawe mikono yetu kwa maji safi na salama, tukiwa makazini, tukiwa shambani, tukiwa mashuleni, sokoni, tukiwa maeneo yote ambayo yanaweza yakawa ni sehemu moja ama nyingine ya kusambaza magonjwa. Lakini kwa ujumla katika jamii yetu tuwafundishe watoto zetu, kama ambavyo tumeona vijana wetu hapa wamefundishwa. Kwa hiyo tufundishe kila mmoja aliyepo kwenye familia yetu wafanyakazi wetu katika maeneo mbalimbali na wanafunzi wote katika shule ngazi zote, kwa maana ya shule za awali, msingi na sekondari, kunawa mikono kila mara. Mazingira kutoka kanisa la Anglikana. Uh, sisi kama kanisa, um, katika utekelezaji wa mradi huu tumeweza kujenga miradi mikubwa ya maji katika kata hii na mpaka sasa katika kata hii ambayo ina vijiji tisa tumeweza kupeleka maji kwenye vijiji uh, nane ambavyo ni vijiji vya Lindondwali uh, hapa tulipo, Mandwanga, Chiuta, Mikongi, Nyundo na Mbahu pamoja na Marungo na kijiji cha Mnazi Mmoja. Maji haya tunapeleka kwenye ngazi ya jamii ambapo wananchi wanapata maji kupitia kwenye virula walivyo navyo, lakini tuna maeneo machache ambayo tumepeleka maji kwenye ngazi ya kaya. Aa, kwa wiki nzima tumekuwa tukitoa elimu ya unawaji mikono kwenye taasisi mbalimbali mbali kwa mashule, aa, kuwezesha zile klabu za wanafunzi kuweza kujua mbinu mbalimbali mbali za unawaji mikono, lakini za kutengeneza vifaa vya kunawia mikono katika mazingira ya nyumbani. Aa, na leo tumeweza kukutana na jamii ya Mandwanga kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu ya kwanza, jamii iweze kujenga vyoo bora na kuvitumia, lakini pia jamii uweze kunawa mikono kwa maji safi na tiririka na sabuni. Sisi ati Tuat Foundation tunatekeleza mradi wa usafi wa mazingira katika halmashauri ya Mtama. Mradi huu ni wa miaka mitatu ambapo tunatarajia kufikia kata zip, zipatazo kumi na nne, lakini tuweze kufikia vijiji takriban 46 na kwa mwaka huu the, tunatekeleza mradi katika kata tano ana vijiji ishirini na mbili pamoja na vitongoji eh, mia moja na ishirini na tano lakini eh, swala suala la kwanza ambalo tunatekeleza ni kujenga, kujenga eh, vyanzo vya maji katika taasisi za afya ambazo ni zahanati, na kwa mwaka huu tunajenga katika eh, zahanati tano lakini pia swala la pili ni swala la kutoa elimu na hamasa ujenzi wa vyoo bora na upatikanaji wa, wa vyoo bora na matirio ya kujenga e, vyoo bora, lakini pia kuhamasisha jamii sasa kuweza kunawa mikono kwa maji tiririka na sio kunawa kwa maji ambayo sio sio mazuri na maji ambayo hayajafuata nguzo e, za serikali. Tunafundishwa jinsi ya kunawa maji, viganjani mwote tupitishe maji, tutie sabuni, wakati za kutia maji tu tuhakikishe tusiwe na ncha kali ambazo zitaweza kutuumiza wakati wanawaji maji.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 kujiajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi pia. Kuna kozi fupi za computer application graphic and design video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.